Na mtazamaji, nayo serikali inahimizwa kuboresha miundo msingi ya vituo vya polisi na mahakama ili kuimarisha kampeni ya kupambana na ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Kilifi. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi vifaa vya ofisi ya kupambana na dhuluma za kijinsia katika kituo cha polisi cha Mtwapa, kaunti ya Kilifi, afisa wa haki za kibinadamu katika ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa Charles Kwemoi amesema kuwa ni jukumu la serikali kuimarisha miundo msingi ikiwemo kuweka sehemu salama za waathiriwa wa, wa dhuluma hizo kando <mumbles> na usafiri wa maafisa wa polisi. So, masikio ya serikali ni nini, mtoe habari kwetu na hatua itachukuliwa haraka iwezekanavyo. Na sisi tuko hapa kuhudumisha amani, na tutakubali mwanacho yote ama mtoto yote wa hii nchi adhulumiwe na wakora gatuzi letu tumeweza kuanza kuona visa ambazo vinaongezeka vya kulawiti uh, watoto na pia visa vya kudhulumiwa kutumia njia ya mtandao ambazo zimeweza kuanza kuongezeka, na pia tungeweza kushukuru jamii kuwa wameanza sasa kupiga ripoti kuhusu visa za wale ambao wako na shida ya kiakili ambao wamekuwa wakidhulumiwa. Wazazi, tafadhalini. Hii yote ni kwa sababu yenu. Shida ya watoto wetu ni nyinyi, mnasababisha defilement cases. Mzazi anaficha anaficha, hata kuja ku report hiyo cases, ni mtoto wako anaumia. Remember, hiyo kitu bado itaishi kwa kichwa mtoto yako, hata ukimzuia asikuje ku report, itamwaffect in future kwa akili yake, na hawataki hiyo trauma kwake.